Nataka nisikie kutoka kwa mkandarasi moja kwa moja, lini unakamilisha mradi huu? Kwanza naanza hiyo lini, anatukamilishia mradi wetu. Tunatarajia ifikapo Januari katikati daraja letu litakuwa limekamilika kabisa, na watu huanza kupita juu ya daraja tarehe 15 Januari, Mheshimiwa Waziri, ambayo ni siku 12 paka 13 kabla ya muda wetu kuisha wa mradi. Ongeza siyo dakika hata sekunde, siku ya tarehe 15. Na kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe, si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15, bwana meneja, mimi nakuja hapa, nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa, si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili, vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi, na upande wa kule ni diversion. Bwana manager, asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe, kama panado siku mara tatu huko mzee. Mradi wetu uko asilimia 75, ukilinganisha na muda wa utekelezaji ambao uko asilimia 89. Hii, hii ni sawa na kuwa nyuma kwa asilimia 14. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa nyuma ya, ya muda kutokana na changamoto zifuatazo: ucheleweshaji wa kuondolewa kwa miundombinu ya maji, umeme pamoja na mawasiliano. Aidha, nipende kushukuru Mwawasa, Tanesco na TTCL pamoja na mamlaka zingine za mawasiliano kwa kushirikiana kuondoa mwindo mbinu hiyo kwa sababu haikuwa kazi rahisi wala nyepesi, ili watu wapite juu ya kufa kwa biashara katika maeneo haya. Mimi mwenyeji pia napita sana barabara hii, unajua. Wa leo wakati nakuja sasa, nimepitishwa sana huko, wakati nakuja nilivyofika pale nimeshtuka kidogo, ni hii eneo hili, kwa sababu hili eneo kabla ya ujenzi ni eneo liko bize sana. Sana, sana, sana. Sana, nikashangaa, nimeshtuka, nimeza ile benki bado ipo au imekufa? Wananiambia benki ipo, lakini nikajua kwamba hapa pamesinzia kwa sababu ya hiki kinachoendelea, na ndicho alichokisema diwani kwamba hapa pamesinzia. Lakini diwani pia amewaombea taa kwamba, basi nikiisha hili jambo na wakuwa watu hapa Mkuyuni ni wafanyabiashara, wawekwe taa za barabarani ilichelewa kuanza na hiyo changamoto, na sisi tuliona kwamba barabara imechelewa kuanza zaidi ya miezi sita kutokana na changamoto ya mabomba yaliyokuwa hapa, kutokana na changamoto za ume, za umeme uliokuwa hapa. Lakini tukawaambia mlifanya feasibility study na mlijua chini kutakuwa na mabomba, na mlifanya feasibility study nikajua patakuwa na umeme. Kwa hiyo sisi tuliona kama ni hoja, kwa sababu feasibility study ya barabara hii ilifanyika Walijua chini kuna mabomba tena, sio madogo, ni makubwa, na walijua kuna nguzo za umeme hapa. Kwa hiyo tukasema madamu mlifanya feasibility study na mkajua kuna miundo mbinu hapa na ilitakiwa kuondoka. Kwa hiyo kwetu sisi, wajumbe wa kamati ya usalama, hoja ya mabomba kwetu haitakuwa hoja. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza sisi, viongozi tunaokuja, kuzungumza na watu pamoja na kusikiliza maelezo mazuri ya diwani na ya mkuu wa wilaya lakini vile vile tu tunatoa nafasi moja mbili hususani kwa vijana wanaotaka kusema maneno haya, wapeni ili wasiseme, unajua bwana waziri alikuja, wakasema wenyewe tu wakubwa wakamaliza, akatoa maelekezo alafu hawatekelezi kabisa. Sisi hatujakataa kutengeneza, wangetengeneza hata na mifereji basi yeah. Watu wanapata adha sana mle sokoni, biashara haziendi, kuna baadhi watu wameshakimbia mle na maduka yao wamekimbia.